ni timu ya kampuni ya Rotai, kampuni iliyopewa dhamana ya kusambaza mizani za kidigitali pamoja na mfumo nchini Tanzania. Timu hii imepewa jukumu la kuhakiki mizani hizo za kidigitali kwa mikoa ya kusini ili kujiandaa na msimu mpya wa kilimo cha ufuta, mbaazi na korosho. Faida Online TV tumpata nafasi ya kuzungumza na Tumaini Lukas, ambaye ni afisa tehama kutoka kwenye kampuni hiyo ya Rotai, ambaye pia ni msimamizi wa zoezi hilo la uhakiki wa mezani za kidigitali, na hapa anaelezea namna zoezi linavyoendelea. Jina langu naitwa Karimu Faida, hii ni Faida Online TV. Naomba nikukumbushe kusubscribe, ku like na channel yetu iliyoendelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa fildi. Tafadhali baki nasi. Kimsingi zoezi lilianzia katika mkoa wa Pwani na wilaya zake, kisha tukaanza kusogea mkoa wa, wa, wa Lindi katika wilaya zake pia. Kimsingi tumeshaanza kufanya kazi katika, katika wilaya zote za mkoa wa Lindi, na kimsingi tumeanza kusogea sasa katika mkoa wa Mtwara, taratibu taratibu, tukifanya zoezi zima la uhakiki na kuhakikisha kabisa mizani yote inakuwa katika hali ambayo inafaa katika matumizi ya msimu huu wa 2025. Kimsingi mizani katika hali ambayo tumeikuta huko field ipo katika hali ya kuhitaji matengenezo madogo madogo na matengenezo makubwa. Kwa sababu tumeambatana na mafundi, basi zoezi hilo linakuwa jepesi sana. Kwa hiyo kila kitu huwa kinamalizwa hapo, na zoezi la, la, la, la kuendelea tena kufika kwenye vituo vingine, na linakuwa linaendelea. Na changamoto ambazo tumekutana nazo katika zoezi hili, na ni hali ya hewa, kwa baadhi ya maeneo, kwa mfano kwa wilaya ya Kilwa DC changamoto ya hali ya hewa kwa upande kule, mvua zilikuwa ni nyingi sana, hivyo basi ikawa inapelekea zoezi ilikuwa linakuwa linasuasua kidogo, lakini tunamshukuru Mungu tuliweza kufanikiwa kufika hata maeneo ambayo ilikuwa na changamoto ya kufikika kwa sababu ya mafuriko, lakini tunamshukuru Mungu zoezi lilienda salama na tuko katika hatua nyingine katika mkoa, tunaelekea mkoa wa Mtwara kwa sasa. Kwa upande wake, ndugu Keneth Shemdoe ambaye ni mrajisi msaidizi mkoa wa Lindi ameipongeza Rotai kwa kufanya uhakiki huo wa mizani za kidigitali na kutaka mizani zote zilizopo kwenye vyama vya msingi zihakikiwe. Zoezi ambalo mnalolifanya kwa sasa hivi la uhakiki wa mizani ni la msingi, kwa sababu hizi mizani kabla msimu haujaanza zinatakiwa ziwe zimehakikiwa ili kama kuna changamoto yote iwekwe vizuri. Tunachotaka ni kuhakikisha kwamba vyama vyote vyenye mizani kwa vituo vyote hizo mizani zinahakikiwa ili tutakapoanza msimu wa ufuta mwezi wa tano kwenda mwezi wa sita, mkulima akipima zao lake apate ile stakabadhi ambayo inaonyesha uhalisia wa kiasi cha zao alilopeleka galani, lakini pia apate na, apate na ujumbe kwenye simu yake inayoonyesha kiasi cha zao lake alilopeleka e, galani lakini pia tumeona kwa mkoa wa Lindi msimu uliopita zilisambazwa mizani mia saba hamsini na kwa kuwa vituo vimeongezeka, tumeona kwamba sasa hivi kuna uhitaji wa mizani mia mbili na kumi upande wa runali, mizani mia na themanini upande wa huku lindi mwambao, mizani thelathini Zote hizo tukizijumlisha, tutakuwa na jumla ya mizani mia tisa sitini Kwa hiyo mia tisa sitini ni itakuwa imejibu zile changamoto za wakulima. Hii mifumo ya kidigitali natoa rai kwamba e, katika sekta ya ushirika kama ilivyo katika vipaumbele vya tume ya maendeleo ya ushirika mifumo ya kidigitali itumike, kwa sababu inapunguza changamoto zile ambazo wakulima walikuwa wanazipata, lakini inaharakisha pia, e, inaharakisha pia utendaji wa kazi hata hasa sisi kwetu sisi wasimamizi, lakini inaleta ule umakini wa takwimu na inaongeza e, inasaidia katika kuweka takwimu ambazo zinazotakiwa kwa mujibu wa sheria ili serikali iweze kuwahudumia wananchi kulingana na idadi halisi ya wakulima, lakini takwimu iliyopo. Natalis Linuma ni katibu tawala msaidizi anayesimamia utawala na usimamizi wa rasilimali watu mkoa wa Lindi Anasema mizani hizi za kidigitali zimeondoa udanganyifu kwa wakulima. Mizani za kidigitali kwa kweli ni muhimu sana, kwa sababu kwanza zimeondoa kabisa ule udanganyifu ambao ulikuwa ukifanyika awali. Wakulima kwa kweli natoa rai kwao kwamba, na wao wenyewe kwanza, bahati nzuri wamelipokea vizuri jambo hili, kwa kwamba tuendelee kutumia mizani, lakini tuendelee pia kutumia utaratibu wa stakabadhi galani, kwa sababu kwa mwaka huu angalau mazao yamekuwa na bei kubwa kwa utaratibu huu, ameweza kupata fedha ya kutosha na kila mmoja ameona umuhimu wa stakabadhi ghalani, lakini pia kupitia mizani ya kidijitali. Na mtazamaji wa Faida Online TV, timu hiyo ya Rotai inaendelea kuzunguka katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kuwa wanazifikia na kuzihakiki mizani zote za kidigitali zilizopo kwenye vyama vya msingi ili kuhakikisha kuwa wakulima wanaendelea kuzitumia mizani hizo hasa ah, ikizingatiwa kuwa tunaingia kwenye msimu mpya wa ufuta, mbaazi na korosho. Mpaka kufikia hapo, nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV, naomba nikukumbushe kusubscribe ku like na ku comment chini yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri heri kwa sasa.